Hujambo, mtazamaji wa Tumaini Television. Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi cha vijana Club, ambapo kwa siku hii ya leo kipindi cha vijana klabu tupo maeneo ya Mburahati jijini Dar es Salaam, kubwa hasa ambalo limetukutanisha mahali hapa ni kuzungumza na kuangazia ni kwa namna gani mazoezi tiba ama tiba mazoezi yameweza kuwatengenezea vijana ajira. Lakini kwa kuangazia hilo, nimemwalika mtaalamu ambaye tutazungumzia akinaga ubaga, ni kwa namna gani basi vijana wanaweza kujipatia ajira badala ya kukaa mtaani na kuangalia kwamba tunafanya nini. Sisi hatuna elimu, tufanye nini? Leo tuko na mtaalamu atatuelezea. Nawe kijana, na kusi ambata nami mpaka tamati ya kipindi, uweze kujifunza na uweze kuchukua hatua ya kuweza kukusaidia wewe kufanya kitu ambacho pengine ulikuwa unakiona ni kitu tu cha kawaida, hakina maslahi yoyote. Na mtazamaji wa Tumaini Television kama livyotambulishwa kwenye kipindi, mgeni tayari naye studio za Tumaini Television. Karibu sana bwana Elias. Asante sana. Pengine kwa majina tukufahamu. Naitwa Elias Malongo natokea jijini Mwanza. Mm -hmm. Ah, kitaaluma tufahamu nini hasa unajishughulisha nacho? Najishughulisha na sababu ya foot reflexology, tiba kupitia nyayo za miguu. Nimekuwa nikifanya muda mrefu toka mwaka 2007 lakini baada ya kuona watu wengi wanahangaika, nikaamua wa sasa kusaidia vijana kwa kuwaelekeza. Niliombwa na Padri Vitalis Kasembo kama nisaidia vijana wapelekea yake na wengine ya jina, na na wabonja, wa mtaani waweze kuiwe kama sehemu ya ajira yao nao pia, maana niliona wingi la wagonjwa ni kubwa sana kwao, nikaamua kufundisha vijana mazoezi tiba ya foot reflexology yanafundishika na yanawezekana na watu wanasaidika na wanapona. Mm-hmm. Tunafahamu hiki ambacho unachokifanya kwa asilimia kubwa kinafanyika kitaalamu zaidi, lakini wewe, kama ambavyo umetambulisha umesema kwamba uliamua kuchukua kama sehemu ya kuweza kuwasaidia vijana wapate ajira, lakini pia tufahamu kwamba kitaaluma, pengine ulipitia darasani ukaenda kusomea ama imekuwaje? mpaka umeweza kuwa na utaalamu wa namna hii ambao kitaaluma tu tunaona kwamba unafanywa na madaktari ambao wamekaa darasani wakasomea nilikaa darasani kimsingi nifundisha na padri wa Foundation Tanzania hapa na Uganda. Kwa hiyo nimekaa darasani kwa muda sio pungua angalau miaka mitatu mpaka minne. Na kabla sana kujifunza lakini nikaona kuna urahisi na kuna uwezekano kusaidia watu wengine kujifunza. Kwa hiyo nikaona mbona unapitia darasani lakini kubwa inafanyika kwa nadharia kwa vitendo sio kwa nadharia. Kwa hiyo elimu inafanyika kwa vitendo zaidi kuliko nadharia. Kwa hiyo baada ya hapo kwa vitendo. Leo redho ni la sasa. Mm -hmm. Kone, kafanya, e, kwa hiyo ni elimu ambao anaweza kufanya kwa vitendo zaidi. Kwa mm hiyo -hmm. nikaona kuna uhitaji mkubwa wa kusaidia vijana na inawezekana. Mbali na kuona ni sehemu kwamba ya kuwasaidia vijana. Tufahamu kwamba hapo awali ni kitu gani ambacho ulikuwa unajishughulisha nacho hasa kabla ya kuingia kwenye hiki ambacho tunachofanya leo hii. Maana kwa kwanza kufanya kazi za ufundi tu, hadi selema la. Ikafikia sehemu za kazi zikao hazieleweki. Mm -hmm. Nikajiunga na hii elimu ya 27 nikasoma nika kwa muda wa kutosha unaweza kusaidia watu sasa. Hii elimu unajifunza una huko na kudumia ndio nzuri mm. Wakati unajifunza huko unafanya majaribio kwa kudumia watu, kwa hiyo haina madhara mtu kwa anachania huko, unajifunza ni nzuri zaidi kupata pia experience, kama nimefanyia hapa na hapa, labda mguu ina waka moto, imeacha ganzi, imetoka. Kwa hiyo unakuwa unapata pia, ina kukupa moyo, inakutia moyo kama nimejifunza, lakini bado nimefanyia watu kwa kupata mafuno, wanaendelea vizuri. Kwa hiyo, kumbe baada ya kuachana kazi zile za ufundi azieleweki nikajiunga na hii huduma. Kwa maana imekuwa inahitaji watu wengi wanataka waijue lakini bado wanataka watu wengi pia wafanyiwe. Kwa nini wafanyia? Nasema niko vizuri kwa nini wafanyia? Kwa hiyo nikaona sasa kumbe kuna kila sababu ya kuwasaidia watu wengine. Na hapa nafanya kazi nilikuwa karibia ni nane Tanzania. Nazunguka mikoa mbalimbali. Hasa nikaona kwa nini vijana pia wasijue. Baada ya fadhila kuniomba nikasema kwamba si vyema ni ni, ni, mchoyo wa hii elimu. Basi ndio mtoa bure tu. Mm -hmm. Wewe useme basi ndio mtoa bure kwa vijana. Ah ni kama vijana kama 25. Tukawafundisha mpaka sasa eh, ndio mwezi mmoja tunafanya na nusu. Vijana wamelea vizuri na kazi ni nzuri na watu wanakuwa wengi sana. Ni kipi cha tofauti ambacho unaweza kukielezea katika hiki ambacho unachokifanya tukiona kwamba ulitoka kwenye ufundi seremala ukageukia huko? Kisha e, tofauti ni kwamba uh, nimegundua kwamba vijana wengi au watu wengi kwa changamoto za maisha

kama una shida watu tunaiona ile solar plexus imecheza eneo la na huko huku na huku, ukiangalia unaona imecheza. Sasa ukija kwetu sisi, unamfanyia mtu kwamba ndugu yangu wewe, unachoum hapa ni mwili unazidiana huku na huku, kuna tofauti fulani. Kwa hiyo shida yako sio kama umechezewa na mtu, na nakuondoa katika mambo yale, nimechezewa kishirikina, hapana badala yake tunaenda kama vile wewe matumizi yako ya mwili ni tofauti. tuweze kufanya hapa ni kwamba ni kuambia watu kwamba, ndugu zangu, reflexology inafanya vitu vingi, kukuangalia ukoje, pia ni medical check up kwa kuwa umeweza ukasaidia watu. Nimegundua kama watu wengi tunapata tunaishi na hofu na wasiwasi, wasiwasi. Kwa nini niko hivyo? Kwa nini na mgonjwa usioponyeka? kwa sababu ya lifestyle unayotumia labda namna unavyoishi tu wewe, sio kwamba labda unaugua ugonjwa, ni kwa sababu pia matumizi yako ya mwili unavyotumia mwili wao okay. Kwa hiyo kumbe watu wengi wanakunywa dawa bila kujua kwamba naumwa nini. Pengine hata kama unajua naumwa nini, lakini pengine kutada chanzo chake ni nini. Kwa hapa tuna tunafundisha watu chanzo cha matatizo chanzo mm -hmm. Kama ndugu yangu una shida ya pressure eh, hebu tafuta namna yako ya ulalaji ikoje, ulalaji usi anaona kula chakula gani, pengine unapendelea nini, mwingine hataki kuachana na mawazo sasa hapa katika reflexology tuna namna fulani ya kufanya respiration therapy au kupumua mazoezi ya yoga tunayo. Kwa hiyo mtu unaweza katika ile hali nzuri anaweza kukaa hapa akapumua mkamwelekeza fanya hivi na hivi. Kitu kidogo tu kama elekeza tu akafanya kitu na akasoma mambo yake mengi kuliko kutumia dawa zaidi. Kwa hiyo tunafanya kitu kama hicho. Kwa tofauti na watu wengi huwa hawajui hata kama atapima lakini hajui kwamba sasa ugonjwa umetoka wapi. Anapima ugonjwa hauma lakini anaugua. Unaumwa sawa, lakini sasa unaumwa nini? Matumizi ya mwili ni tofauti na na na na, na, na, na na na na kawaida. Yani maanake unatumia upande mmoja zaidi kuliko upande mwingine, lazima utaumia tu, lazima. Yes, utapata shida tu kiasi. Kwa hiyo unakuta umeme unapita mwilini kwa kuzidiana, hata reflexology na balance unawe vizuri zaidi, na mtu anakuwa mwenye afya hata bila kutumia dawa. Kijana atajiuliza kwamba mimi niende kufanya kazi hii, ina manufaa gani kwangu? Na pengine vijana wengi huwa mara nyingi wanapenda kufanya ile kazi ya moja kwa moja ambayo inawapatia ajira ya moja kwa moja, yaani mtu anaamini kwamba nikifanya hii kijioni natarajia nipate hiki. Ni kwa namna gani hii kazi ambayo inaweza kuwapatia vijana ajira? Hii ajira nasema kwamba vijana, watu wanaofika hapa kwenye matibabu haya, tumefanya mwezi mzima bure kama ili waone watu tuafanya nini kwa kujitolea. Mwisho wa siku hasa watu tuka, toka tarehe moja mwezi nne tukaanza kutoza pesa kiasi kidogo cha kia pesa kwa ajili ya kusaidia vijana kujikimu okay, kimaisha. Kwa hiyo tumetoa bure ili vijana kwanza, vijana waone kwamba inawezekana, baada ya nimewafundisha pili, watu waliofanyiwa waone kwamba gojo langu fulani limeisha. Kwa baada ya kuwafundisha vijana nikawaruhusu mwezi mzima tufanye ofa. Tulikuwa na watu kwa siku labda watu 100, 150, pengine mpaka 180 inategemea na idadi. Kwa hiyo tulikuwa tunajaza ukumbi huu watu wengi zaidi. Baada hapo tulitoka tukatoa hii ya bure sasa, jamani, tunaanza kuongeza kidogo cha pesa, vijana wapate kama ajira kama kama posho fulani. Kwa hiyo tunapata kama posho fulani na pesa inapatikana kwa kweli, angalau kwa ajili ya kujikimu kuchukia maisha ya vijana wetu. Kwa kwa sasa watu wanalipia kidogo kiasi cha pesa. Eh, mtangazaji ni kwamba watu wengi wanapata shida mbalimbali hata nyingi tu kubwa. Kwa hiyo kumbe vijana wanapomfanyia mtu wala watu wengine wanagusa tu kama nakupa shukrani. Anatoka mashukrani kwamba natoa pesa ya matibabu lakini bado naweza nikashukuru. Eh, anashukuru, wengi wanatushukuru hapa wamepata mambo mazuri kupitia hii reflexology. Mm -hmm. Pengine, tufahamu kabla hujaendelea mbele, tufahamu kwamba mnadili na vijana wa aina gani, ni vijana wa kwamba lazima tu wawe ni wa kanisa Katoliki, au vijana ambao pengine wanatokea maeneo tofauti tofauti? Ah, vijana tunadili na vijana wote, hata kama sio mkatoliki anaweza akaja hapa, tukamfundisha tukafanya naye kazi, hatubagui hatu, hatu hii elimu haibagui labda dini fulani au vijana fulani. Dar es Salaam mzima Tanzania nzima, mtu anaweza kaja hapa akajifunza, kwa hiyo tutamfundisha, okay. akaenda na akapata ikawa ni sehemu ya ajili yake huko anakoishi. Kwa mfano, sisi hapa ni wachache kwa reflexology, kuna tunaifanya hapa sisi. Hata ungesema ufundishe vijana hata hamsini bado bado, bado, bado, hawatatosha kila okay. mkoa kuna vijana kwa, kwa, hata hamsini kila mkoa vijana hata mia kila mkoa bado pia hawatatosha okay. wahitaji ni wengi sana kwa kumbe tukaikuza zaidi wakaja watu mbulaati kujifunza hii kazi, hata Tanzania nzima wakaja kaa, tunafundisha kwa makundi makundi tofauti tofauti. Hailengi tu mpaka wewe mkatoliki, hapana, naweza kwa dini yoyote ile, akaja ukajifunza, maana elimu ya matibabu ukisema ufanya ufada kidini, na sio vizuri tena bidi okay, watu wote wafundishe Uh, kuna watu wenye karama mbalimbali, lazima aweza ukawapata huko a sehemu mbalimbali za dini mbalimbali kabila mbalimbali mikoa mbali mbali mbali, mbali mbali, tofauti hatujaiwekea uh, limitation ni katoliki kama da da tu pekee yake. Tumeweka milango wazi kwa mtu yote ili anaweza kaja akajifunza elimu yetu akajua, na ikawa ni sehemu yake ya ajira Vijana wamegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Tukizungumzia kwenye swala la elimu, kuna wale ambao hawana elimu hata ya darasa la saba, kuna wale ambao wana elimu wamefika mpaka kidato cha nne, lakini pia kama ambavyo umezungumza, kuna wale ambao wamefikia mpaka hatua fulani, tuseme kwamba pengine chuo cha kati na wengine wamefika chuo kikuu. Ni ipi nafasi ya yule kijana ambaye hata darasa la saba hapa afahamu na amefikia katika umri ule wakiitwa kijana wa kuanza kujitafutia maisha? Akija kwetu sisi, kijana ambaye hajasoma kabisa, tunamfundisha hii anaweza akajua pia na kufanya vizuri zaidi. Unajua inasaidia zile point, ni muhimu sana kwa mwelekeza, hata yeye anaweza akaenda vizuri zaidi haja soma tuna hata kama una shida ya changamoto ya miguu uweze kutembea vizuri, ni kushika tu kwa mikono zile point za miguuni, na mfanyia mtu inatosha. Watu watabagui watu kwa sababu ya changamoto ya miguu labda kiisha, kwa sababu ya elimu yake labda changamoto yake atabagui watu, isipokuwa tu awe na akili, anaweza kufanya hiyo kazi vizuri na kafanya <fanya> watu wakasaidika. Inawezekana, kwa sababu tukipeleka elimu vijijini kule, atamfanyia bibi yake, atamfanyia baba yake. Kwa nchi kama Filipino na India na sehemu zingine, wanafanya kama vile sehemu ya familia, kila familia kuna mtaalamu wa hiyo reflexology. Au kama sio familia moja basi angalau kila familia tano au kumi kuna kijana mmoja mtaani anayeweza hiyo kusaidia wale wazee kye changamoto mbalimbali mba, kwa sisi Tanzania bado ni, ni ajira sana, sana. Ukisa, saidi, kwa sababu tunafanya wachache sana lakini angalau ukisambaza zaidi inaweza kuwa ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Tuangazie sasa hapa ambapo umesema kwamba anatakiwa kwamba aende hatua kwa hatua katika kujifunza tu, tuangalie kwamba pengine huyu mtu atachukua muda wa miezi mingapi au miaka mingapi, ili aweze kuwa amekamilika na kuweza kutoa huduma kama ambavyo tumeliangazia katika kuangazia mazoezi tiba yanavyo watengenezea vijana ajira kwa hatua ya kwanza. Anza kasema mwezi mmoja mpaka miezi miwili inatosha. Ah, ukimfundisha mwezi mmoja mfululizo vizuri, mm -hmm, naweza kajua pointi nyingi zadi kujishika. baada yapo, utakudu, utakuna, una musumea, una ya hapo utakuja utakuwa unamsomea unafanya ile nadharia. Ndiyo nasema hapa kuna kananci nisema hapa kwa kuna hizi pole pole, lakini kwa kushika tu point mwezi mmoja unaweza kutosha kumwelekeza na akashika na akafanya vizuri. Na uzoefu zaidi anaweza akaenda kuchukua pole pole, mwaka mmoja, miwili, mitatu anazidi kuongezeka kiwango na kupanda zaidi, anakuwa mzoefu zaidi kushika zile point, eh, jinsi ya kujitafuta kuzishika, anakuwa mzoefu zaidi kulingana na ndio anaweza kwenda. Kwa hiyo kumbe, akishaanza na ili aifitiba uweze kujua vizuri zaidi unatakiwa ufanye kila wakati. Ukiacha unasahau, ukifanya unaendelea kukumbuka siku kwa siku. Kwa kumbe ambayo, angalawu, siku kwa siku kumbe ni tiba ambayo natakuwa ufanye kila siku bila kuacha. Ukiacha basi angalau siku moja mbili tatu au wiki, lakini angalau hiyo sehemu ya maisha yako unafanyia watu, hata kama ni bure, lakini tu a kama ninaendelea i kujua zaidi. Kwa hiyo unapofanyia watu unapanda una, una, kiwango ukiacha inashuka. Ukufanyia unapata uzoefu na mikono yako inazoea kushika zile point. Ni upi mpango mkakati wako katika kuwasaidia vijana kuendelea kupata ajira kupitia mazoezi tiba? Mpango mkakati ni kusema tu, kuendelea kuwafundisha vijana kama ninavyofanya hivi na kuboresha zaidi huduma kwa mfano e, tuko kanisani hapa Mburahati pembeni na nyumba tuko, tuko pembeni hapa. Mpango mkakati hasa ni kwamba tae sehemu kubwa zaidi ya wazi kwa ajili ya kukaa na wagonjwa wanaohitaji, kule wanaohitaji huduma hii, lakini bado pia tuwe na sehemu za kupumzisha watu kama vile retreat, kupata eneo kubwa kama eneo moja mbili au zaidi, sema mambo hakuna kelele, kwa hiyo inafanyika sehemu nyingine ya utulivu, hebu mtaweza kaja pana changamoto zake, kumbe shida tu ni kelele tu zinamsumbua, shida nyingine labda mtu hajalala tu, kwa hiyo mtu tutashiria sekolojia za watu kuwasaidia kisaikolojia, kwa mfano labda mtu ana mawazo mengi, mmoja mkata tamaa, kwa hiyo tukicho kwa nje ya mji kidogo pembeni. Akaja kule tukamfanyia matibabu ya reflex, lakini bado kubembea ni matibabu pia, kuchora ni matibabu pia, kukaa sehemu ya uwazi unaangalia maua, labda pengine kufanya swimming kuogelea pia ni matibabu, kuchora michoro mbalimbali ni matibabu. Akaja pembeni ya mji, akaja kupumzika, akaja kujifanya kurudi katika hali ya kawaida tena, ana kutoa mahangaiko yake kuna watu wengi wana shida ya msongo wa mawazo, kwa akija kwetu kule, tukatoka tukapanua zaidi, tukawa uh, na sehemu si, uh, ya kupumzisha watu kulala, labda mnabembea pale na vitu vya juisi, vilaji vya kula vya asili hivyo, ili mtu kumtoa kwenye hali ya kuchange mind, kutoka kwenye hali ya kereza mjini na vurugu zote, anakuja sehemu yetu kule, tunaweza kumsaidia. Kwa hiyo hapa tunaanza msingi, atakuwa tuwe nje ya mji, ya eneo kubwa kerele hakuna, kuna utulivu wa kutosha, mu akaja kule mkakaa naye vizuri, mkapumzika, mkaongea, akashinda hata kule, akaja kufanya matibabu ya yoga. Kuna mambo mengine mengi, kwa kumbe tungependa tuwe na eneo kubwa zaidi, inawezekana. Na mtazamaji wa Tumaini Television hewani kipindi cha Vijana Klabu. Nimetoka kuzungumza na Elias Manogo ambaye huyu ni mtaalamu wa kuwafundisha vijana mazoezi tiba. Na nyuma yangu kuna vijana ambao bado wanaendelea kuwafanyia watu mazoezi tiba kubwa hasa limewasaidia vijana kuweza kupata ajira. Nawe kijana pasina kuangalia kiwango chako cha elimu. Pengine unaweza kujiuliza kwamba mimi nimeishia darasa la saba, mimi nimeishia form 4, pengine mimi nimesoma chuo, nikaishia sikuweza kumaliza chuo, nifanye nini? Mtaalamu huyu hapa amezungumza na ni kwa namna gani vijana wameweza kupata ajira? Hakika kama umefuatilia tangia awali umeweza kupata kitu ambacho ni kwa namna gani hiki ambacho kinachofanyika kimeweza kuwatengenezea vijana ajira. Na hapa naenda kuzungumza na vijana ambao wako katika eneo hili wanaendelea kujipatia ajira kupitia kazi hii wanayoifanya. Anahudumia watu kupitia mazoezi tiba. Ni reflexology ambao ni reflexology ambao tunafanya tu kwa miguu ambayo ni foot reflexology, lakini pia tunafanya kwa mikono ambayo ni hand reflexology, lakini pia unaweza kufanya kwa kutumia masikio kulingana na points kwa sababu kila sehemu ya mwili ina ina, ina, ina points ina zones ambayo hiyo zone ni, ni sehemu za mishipa ambayo mishipa inaweza ikatoka kuanzia juu ikaishia labda kwenye miguu. Tunavyofanya ile ni miisho ya nini, ya mishipa ya damu. Kwa hivyo tunavyofanya reflexology kwa miguu inakuwa nzuri zaidi, kwa sababu sehemu mbalimbali za mwili miisho yake mishipa yani mishipa yake miisho yake ni kwenye nini, kwenye miguu. Utofauti wa kazi ambao ulikuwa unafanya awali na hii ya sasa ni upi, hasa utofauti wake? Ile ambayo nilikuwa nafanya sio, nilikuwa nafanya mpaka sasa nafanya, kwa sababu hii haijaweza kunibana. Kuna muda ambao naweza nikaja, labda muda fulani nakuja asubuhi misa, baada ya misa nafanya kidogo, baada ya muda fulani naondoka, naenda nafanya kazi kama kuna kazi za kufanya kwenye kazi ambayo nimejiajiri pia, alafu baadaye tena narudi. Ni kulingana na ratiba inavyotaka lakini pia kama kuna kuna kuna labda tumebanwa sana, unakuta najikuta nipo hapa kwa sababu huo ni mwezi wetu wa takriban mwezi na nusu tukiwa tumeanza kujifunza. Kwa hiyo kadri nilivyokuwa najifunza, nijikuta tu napenda. Kwa hiyo nikiona kama kuna watu wengi au program ipo mpya ambao hatujajifunza, mwalimu anasema anasi tujifunza hii, naweza nikaacha kazi zangu kwa sababu nimejiajiri, labda si amna naye ni sema nabano muda kwa naweza nikaacha kazi zangu nikaje hapa kwa ajili ya kupata hiyo programu mpya ambayo mwalimu anakuwa anafundisha. Ni yapi magumu ambayo unakutana nayo katika kazi hii, ukiachana na kazi yako ambayo umejiajiri nyingine? Hakuna magumu makubwa kwa sababu ni, ni, ni, ni tunajifunza na tunafundishwa. Kwa ugumu ninaopitia, labda kwa sababu ni eh, kidogo nina elimu, lakini kwa kelia yangu dogo sio mzuri sana kwenye masuala ya mwili mzima, kwa hiyo inanilazimu nipate muda wa ziada mimi mwenyewe kwenda kwa ajili ya kusoma mwili mzima yani, nisome mwili mzima binadamu, hususan kama hii kwa, kwa ya ni mishipa reflexology, kwa tafsiri ya haraka haraka, tiba asili ya mishipa. Kwa hiyo elimu kidogo ya mishipa sinayo, kwa hiyo inanilazimu pia kupata muda wa ziada kwa ajili ya kuchimba zaidi. Unaingia kwenye mitandao ya kijamii vitabu ee, mbalimbali unatafuta, unapitia pia, kwa ajili na ya huyu hwedi, ili unavyomsaidia mtu unakuwa na uhakika kweli mtu unamsaidia huyu umtoa katika hali fulani ambayo inamtatiza labda changamoto ya kiafya. Kijana atajiuliza hiki ambacho unachokifanya wewe ambacho wewe kwako ni ajira, atajiuliza kinamsaidia nini katika maisha yake? Vijana wengi ee, kitu cha kwanza nilichosikia kazi kwanza, mara ya kwanza nilikuwa sikuelewi fiksoni, kwa sababu ilikuwa ni neno geni, hata kwangu ilikuwa ni neno geni. Kwa mfano kumuuliza siku hizi sikuoni, kazi sehemu yako ya kazi ya kila siku, ile anaambia kuna muda mwingine nakuwa huku huku, kuna seminar, kuna kujifunza ile labda mwezi ambao tulikuwa tunajifunza nilikuwa bize, ilikuwa frequent na kule, maana kule ilikuwa kama nimestop kidogo. Kwa hiyo anauliza vipi, sikuoni mimi, namwambia nimfanyaje kuna mafunzo anapata kidogo, anambia anamwambia ni masuala yanahusiana na n, ni mazoezi tiba ambayo yanaenda sana mwili mtiba, lakini pia ambayo inahusiana nini na massage navyotafsiri vijana, kwa nia ya kawaida mtu anaweza katafsiri kama ni umekosa yani kitu cha kufanya labda, au ni, ni, ni mtu fulani yani, yani, yani kuna mtu anaweza katafsiri kivingine, kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kujua inakusudia nini, lakini kali siku zinavyoenda anakuwa naona unapanda kidogo, hata kama labda ofisi yako umeikuza kidogo, labda ulikuwa hapa umekuwa kidogo, naambia vipi ufanye kazi lakini, unaona unafanya, unakuwa lakini. Pia ninapokuwa hapa pia inanisaidia sana, kwa sababu natengeneza wingi pia, kujuana na watu na tunapoishi duniani tunajua tuishi na watu. Kwa hiyo tunapojuana na watu, pia kama hivi naongea na mgonjwa, naweza nikaongea, taratibu naongea naye nikamwambia baadaye, kuna mtu mwingine anakuuliza hivi, unajihusisha na nini kabla ya hii? Au sasa unafanya nini tofauti na hii? Mwingine anakuuliza elimu yako, kwa hiyo unamwambia mwingine anakwambia, unakuta amekupa kazi pale pale. Yeye mwenyewe nipo na labda mgonjwa anamueleza afanya hivi moja mbili tatu, nasema na mimi nahitaji bwana nisaidie, nijipatia pia kupata watu kwa ajili ya kuendesha pia, pia biashara yangu ambayo ninaifanya. Ndio hiyo faida kubwa ambayo ninaipata, lakini pia kulingana na vile ni, ni, ni, ni, ni, pia nimemaliza katika harakati hizi za kutafuta labda ajira ajira hizi za kufanya ili kufanya kwenye keria yako, unaweza kukutana pia na mtu kama mtu ni changamoto, amekuja amekuuliza, mbali na kukupa kazi ile ambayo kufanya kama kwenye ofisi yako, kunaongea nakwambia, ah, kuna sehemu fulani, hebu jaribu kutuma maombi, kuna sehemu fulani unaweza ukaja ofisini. Kwa hiyo inakuwa na misaidia ya vitu kama hivi. Asante, nikushukuru kwa muda wako, tukumbushe majina yako. Asante sana, nikutakie majukumu mema. Huyu nimemaliza, naenda kwa dada. Na mtazamaji wa Television, hewani ni kipindi cha vijana klabu, ambapo kwa siku hii ya leo, kipindi cha vijana klabu, tuko maeneo ya Mburahati jijini Dar es Salaam. Tunazungumza na vijana ambao wameamua kujiajiri kwenye mazoezi tiba. Umemsikia kijana ambaye nimezungumza naye akiwa anaendelea na shughuli zake za kuweza kumfanyia mgonjwa mazoezi tiba, lakini pia wanakuambia kwamba changamoto ya kila siku ya eneo husika au mahali ya husika inaweza ikawa ni fursa ya vijana kujitafutia ajira, na si kijana tunawe mtu ambaye pengine ungetamani kuona kwamba kitu hiki ni kikibadilisha, hii changamoto hii inakuwa fursa kwangu ya kunipatia riziki, unao nafasi ya kuweza kufanya hivyo. Na sasa tunakwenda kuzungumza na mwanadada ambaye ni miongoni mwa vijana ambao wameamua kujikita katika kazi hii ya kujitafutia kipato chao cha kila siku. Atatuambia yeye ni nani na ni kwa namna gani amevutiwa kuja kufanya kazi hii, achilia mbali na kazi nyingine yoyote ile ambayo pengine nawe mtazamaji ungetamani kuifanya. Awali ulikuwa unajishughulisha na nini, na elimu yako kwa ujumla? Mimi ni mhitimu wa kidato cha nne hapa tunajishughulisha na mambo ya reflexology. Mwanzo, mwanzoni pengine, baada ya kuhitimu elimu yako ya kidato cha nne, ulikuwa umejishughulisha na chochote ama tu uliamua tu kuto kujishughulisha na chochote? Kidato cha 4 mwaka baada ya hapo ndo nikawa nataka kujiunga kudi, na chuo kimoja kipo Manzese ndo ikawa huu mfumo wa reflexology ukatufikia hapa Mlazi. Ikawa ni mwezi wa saba ndo nilikuwa nina mpango wa kwenda kwo, chuo Kwayo, kwa hiyo kwa muda huu tuko bule nikaamua nijiunge na hii tiba Mm-hmm. Mara nyingi tumeona kwamba watoto wa kike wanakuwa nyuma sana katika kuchangamkia fursa mbalimbali ikiwemo mbali, fursa ya ajira. Tumeona akina kaka wanajitokeza hawachagui ni kazi ya aina gani, lakini akina dada imekuwa ni tofauti. Unawaambia nini wale akina dada ambao wako nyumbani, hawana ajira yoyote, lakini wamekuwa kwamba wakiona aibu ya kufanya kazi kwamba watu watawachukulia ndivyo sivyo? Sio rahisi kupata employment kwa urahisi, lakini kila kazi ukiukubali kwa usahihi na ukapata ni lengo gani unafanya, itasa, itasaidia sana na itasaidia kuleta maendeleo mm -hmm. Na mtazamaji, hao ni vijana ambao wamegeuza changamoto kuwa fursa ya ajira. Kipindi hiki utakipata kupitia mtandao wetu wa kijamii kwa kuandika Strong Lady 03 ama Vijana Club pale Instagram kututafute kwa kuandika tumaini underscore TV. Lakini pia kama una maoni kuhusiana na kipindi hiki na lolote lile ambalo unaweza kutuambia, tuandikie kupitia namba zinazopita chini ya yes, screen yako. Nyuma ya kamera alikuwa Dule Bill Evans, la kwangu jina ni Edvesta Tarimo, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini Television.